Mawajua kama utaulizwa na Mungu mavuno ya watoto uliopewa ili uwalee. Kumlea mtoto si kumpatia chakula wala kumuuzia manguo tu. Kumlea mtoto vizuri si kumpatia vitu ambavyo anataka wala kumuuzia televizio tu. Kumlea mtoto vizuri ni kumfundisha chukua mimba havichoshi, bali kinachochosha ni kumlea mtoto katika tabia nzuri na kumfanya mtu anayefaa duniani. Hakuna kazi kubwa kuliko hiyo. Mama, jua kama ni wewe ambaye uko na mwisho ya maisha ya wa watoto wako katika vitanga vyako, iwe ni mwisho mzuri au mbaya. Jukumu la mzazi ni kumfundisha mtoto tabia nzuri na bado angali mdogo. Je, unafundisha Je, unawaombea? Ni mara ngapi umewazia kuchukua wakati ya kuwafundisha watoto isipokuwa kwenda kazini na kurudia bila kuuliza habari zao? Sasa unashinda a umeshindwa. Mujikosoe, mujikosoe na mujue kama katika kitabu cha Mezali 15 mstari wa makumi mbili inasema mtoto mwenye hekima mfurahisha babaye lakini mtoto mpumbafu mdharau mamaye. Na hayo yote anatokana na jinsi ulimlea. Ukimlea vizuri, atakuwa furaha kwako, ukimlea vibaya, atakuwa uchungu na mzigo kwako. Mtoto anajikamata vibaya, hautamwazia, anaiba kwao nyumbani, unamwacha, anapomchokoza wengine, mnamfunika kana kwamba akosei, kivaa manguo ya kumbana, hauangaiki Sipofanya kazi nyumbani hamuulizi sababu, unavikamata lejaleja kama kuhani Eli. Wakisha kuwa vijana na kufanya mabaya zaidi, unaanza kulisikia. Mungu atakuuliza, mbegu upandayo itakomaa na itazaa matunda mazuri au mabaya? Je, wajua kwamba kuna wazazi ambao wana sehemu katika ukomaa kwa tabia mbaya za watoto wao? Sikilizeni. Mama anapomnunulia mtoto msichana mavazi jisi ya kiume atakomaa akivaa suruali. Mama anapokuwa na wafanya kazi anawagawea, kazi watoto wake hawatafanya kitu. Ni ole, ni ole kubwa, watoto waki.